Kutokana na ukuaji wa sayansi na teknolojia, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la wagonjwa wa homa ya ini, yani hepatitis. Homa ya ini ni ugonjwa unaotokana na uvimbe katika seli hai za ini. Hali hii husababishwa na mambo makuu matatu: mtindo wa maisha wa mtu, maambukizi ya virusi visababishavyo vi homa ya ini, mfano hepatitis b virus, matatizo ya kibiolojia ya mifumo ya mwili. Kutengenezwa au kutokea kwa uvimbe huu kunaweza kupelekea kuundwa kwa kovu katika seli za ini. Kuwepo kwa kovu katika seli hizi kunaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya kama vile kansa na ini kushindwa kufanya kazi kabisa. Uonapo dalili hizi, basi ni wazi kwamba unaweza kuwa ni muhanga wa tatizo hili: kichefuchefu, mwili kuwa dhaifu, homa kali, kupungua uzito, kadhalika maumivu makali ya tumbo ya upande wa ini, macho na ngozi kuwa njano na kadhalika. Ukweli ni kwamba mpaka sasa homa ya ini haina tiba maalum, vilevile hakuna dawa maalum za kurefusha maisha lakini pia ugonjwa huu ukifikia hatua ya ini kuharibika au kupata